Mwanafunzi wa darasa la tano katika shule ya msingi Sanya Juu iliyopo wilaya ya Siha mkoani Kilimanjaro, aitwaye Clara Mkumbo amelazimika kubakia nyumbani bila kwenda shule kwa kipindi cha miezi mitano ikiwa ni baada ya kugundulika kuwa ana tatizo la figo ambalo limesababisha kuvimba tumbo na mashavu. Bibi wa Clara akizungumza na Gadi TV akiwa nyumbani kwake wilayani humo amesema awali aliona uvimbe alionao Clara, lakini akahisi ni afya njema, na ilipofika Novemba mwaka jana alipokea simu ya mwalimu mkuu wa shule hiyo akimweleza kuwa mtoto huyo ana viashiria vya kuwa na tatizo la figo, na hivyo anapaswa akafanyiwe vipimo kwa tahadhari zaidi. Aidha, inaelezwa kuwa vipimo vilithibitisha kuwa Clara ana tatizo la figo na magonjwa mengine na alianzishiwa matibabu, lakini baadaye familia ikakosa fedha na mtoto huyo kulazimika kubakia nyumbani bila msaada wowote. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Kweli, tukakuta madaktari bingwa wakampima wakabaini kwamba mtoto ana shida ya figo. Figo zake protini yake inatoka yote. Kuna dawa alipewa, zile dawa alivyotumia zikamletea shida, mtoto akachanganyikiwa akawa na weseka anapiga kelele karibu masaa 24, anadondosha mate, anakosa nguvu hata ya kusimama. Tukamrudisha hapo hospitali ya Ilaya. Tulivyorudisha hospitali ya Ilaya akasema mtoto kwa sababu kliniki chake kiko KCMC mrudishe huko. Tulivyomrudisha kule basi wakaanza matibabu yake, walivompima kesho yake Ijumaa wakakuta madini yake ya chumvi yameshuka sana. Wakamwanzia protoko ya kumwongezea hayo madini ya chumvi. Walivyomwongezea madini ya chumvi na kumbuka, ilikuwa Ijumaa, Jumamosi, Jumapili ikaibuka kitu kingine tena, mtoto pressure, mapigo ya moyo yanaenda mbio, wa moto sana. Wakasema inatakiwa atolewe kipimo kiende Afrika Kusini, na hicho kipimo cha Afrika Kusini laki tano na pia inatakiwa itafutwe pesa ya CT scan ambayo ni laki tatu. Na pia inatakiwa atolewe damu aina tatu pamoja na mkojo pia. Hiyo damu itaoteshwa siku saba. Basi akiwa na, anaendelea na hiyo na hiyo na hiyo na hayo matibabu, basi tukapima hicho kipimo, tulivyopima hicho kipimo cha CT scan wakabaini kuna vitezi vimeanzia hapa kifuani na kushuka na kuzunguka kwenye tumbo lake. Wakasema sasa hii haya matezi wameyaona yamevimba. Kwa hiyo inatakiwa atolewe tezi moja ili liweze kwenda kupimwa. Kwa sababu jopo la, la madaktari wamekaa, madaktari zaidi ya kumi wamekaa, wakaona huyu mtoto kuna vitu vingi vinajitokeza. Kipimo hicho kinapimwa kinatokea kingine, kipimo hicho kinapimwa kinatokea kingine. Kwa hiyo nataka hichi sasa hali kama hii, kama kuna kipimo kingine ambacho ni laki tano na wakaniambia si laki tano tu, maana ni laki tano hicho kipimo, alafu na pia kuna, kuna, kuna pesa za matibabu pia utalazwa. Kwa kweli nikakosa pesa ya kuendelea na matibabu ya mtoto bidi niwaombe waniruhusu ili niweze kurudi nyumbani angalau nije nikashirikishe watu na nikaombe makanisani msikitini, ili watu waweze kunisaidia kwa sababu huyu mtoto imeonyesha matibabu yake bado, kwa kweli uwezo sina. Nilitamani sana mjukuu wangu aweze kutibiwa, aweze kwenda hata shuleni. Watoto wenzake anawaona wanavaa sare, wanaenda shuleni, anasikia vibaya. Maana mara nyingi unakuta hali yake na chenchi. Kwa hiyo kwa kweli wa Tanzania wenzangu, naomba tu mnisaidie huyu mtoto ili aweze kupata matibabu, ili aweze kuendelea na masomo yake kwa sababu naye anasikia vibaya sana. Na mimi bibi yake nasikia vibaya. Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada wenu wa hali na mali ili tuweze kumsaidia huyu we mjukuu aweze kutibiwa hata angalau aweze kupona, aweze kuendelea na masomo yake. Kwa mtu yeyote atakayeguswa na tatizo hili la mjukuu wangu Kilara, atakayesikia kunisaidia ili kuweza kumtibu mtoto huyu, namba yangu ya simu ni 07 62 82 89 52, jina linakuja Frida Astweve. Kwa majina naitwa mwalimu Beatrice Faustini Matela, ni mwalimu kuu shule ya msingi Sanya Juu. Mwaka jana mwezi Novemba, wakati wa mtihani wa taifa wa darasa la nne niliweza kubaini changamoto ya mwanafunzi wangu wa darasa la nne ambaye anaitwa Clara Alfred Mkumbo kwa kubaini changamoto kwenye mwili wake ikiwa ni tumbo kuwa kubwa. Kwa hiyo niliweza kuchunguza kwa siku mbili zile za mtihani na kuona tofauti kwenye mwili wake, hivyo nikachukua hatua ya kuweza kupigia simu bibi yake ambaye ni mlezi wake na kumshauri aweze kwenda kufuatilia matibabu ya mwanafunzi. Hivyo bibi naye pia alichukua hatua hiyo ya kwenda kumchunguza mtoto na kubaini kwamba mwanafunzi Clara ana tatizo la figo kufeli. Mtoto Clara kwa sasa hivi ameweza kurudishwa nyumbani kwa sababu ya kukosekana kwa fedha za matibabu. Kwamba bibi yake niliweza kuwasiliana naye mara ya mwisho, na akaniambia kwamba ana shida, ni mtoto amekosa matibabu kulingana na nini? Na fedha kukosekana, hivyo na pia kimasomo ameweza kurudi nyuma, kwa sababu hawezi kuhudhuria tena shuleni vizuri, ajae kuhudhuria shuleni tokea Januari mpaka sasa.